Kama ambavyo tulisikia kwenye matangazo kwamba leo ni siku ya Bwana ya kumi na nane baada ya, ya Utatu, lakini siku ya pekee ya kustaafu kwa heshima kwa Mchungaji Julius Usikia mjumbe wa neno lako la uzima

Leo ni siku ya kipekee, ni siku ya furaha, ni siku ya sisi kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji, lakini pia ni siku ya kutafakari. Tunasherehe si tu ya kazi yaliyomaliza salama mchungaji Lema, bali ya imani iliyoshikilia kazi hiyo mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mchungaji asingefanikiwa kama usingesimama bega kwa bega na yeye. Hebu tumpigie makofi!

we mama, we baba na kila muumini, hili ndilo uumi letu. Hata sasa Bwana sihi wakamwambia, tuongeze katika migogoro ya aina mbalimbali, lakini alibaki kuwa utulivu wakati wa upungufu wa kifedha. Wakristo tunatambua vizuri sana mfano wa haradani ni juu ya na mchungaji anaweza akaelewa kwa sababu amefanya pia misioni, lakini watumishi wa Mungu

ambalo linakuwa Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, imani hujengwa kupitia

kamwambia mchungaji nikikuwa nataka kuwa kama wewe mchungaji hu

imani ya kusamehe pale tunapokosewa. Imani katika nyakati tuongezee imani, tuondolee na hofu na mashaka, lakini pia tuondolee